Katika historia ya Afrika Mashariki, jina moja linatajwa kwa heshima na hofu kwa wakati mmoja: Idi Amin Dada, mwanaume ambaye aliinuka kutoka maisha ya kawaida ya kijijini hadi kuwa mmoja wa viongozi wenye nguvu zaidi barani Afrika katika miaka ya sabini. Idi Amin alizaliwa takriban mwaka 1925 katika kijiji kidogo cha Koboko, kaskazini magharibi mwa Uganda, karibu na mpaka wa Sudan na Kongo. Kuna utata juu ya tarehe halisi ya kuzaliwa kwake, kwani kumbukumbu za wakati huo hazikuwa sahihi. Lakini wengi wanakubaliana kuwa alizaliwa kati ya 1923 na 1928. Baba yake alikuwa mkabila wa Kakwa na mama yake aliitwa Asa Ate, mwanamke mwenye asili ya Lugbara ambaye baadaye aligeuka kuwa mganga wa jadi na mshirikina maarufu katika eneo hilo. Familia yao haikuwa tajiri, waliishi maisha ya kawaida ya kijijini, yakitegemea kilimo na kazi ndogo ndogo za mikono Idi Amin. Alikuwa mtoto wa tatu kati ya watoto kadhaa katika familia yao. Taarifa rasmi hazielezi idadi kamili ya ndugu zake, lakini inajulikana kuwa walikuwa zaidi ya watano. Tangu utotoni, Amin alionekana kuwa na mwili mkubwa, nguvu nyingi na tabia ya kupenda michezo, hasa mieleka na ndondi. Sifa hizo zilimfanya awe maarufu miongoni mwa vijana wenzake wa Koboko. Elimu yake haikufika mbali. Alianza masomo katika shule ya msingi ya Bombo kaskazini mwa Uganda, lakini hakumaliza elimu ya msingi. Kwa wakati huo Uganda bado ilikuwa chini ya utawala wa Waingereza, na nafasi za elimu zilikuwa chache sana kwa watoto wa familia maskini kutoka vijijini. Kwa hivyo, Amin alikulia akiwa na ujuzi mdogo wa kusoma na kuandika, jambo ambalo liliendelea kumfuata hata baada ya kuwa rais. Baada ya kuacha shule, Amin alijikuta akifanya kazi za mikono na kushiriki michezo ya kijeshi ya vijana. Ni pale ndipo askari wa Uingereza waliokuwa wakitembea kwenye maeneo hayo walivutiwa na nguvu zake za mwili. Mwaka 1946, akiwa kijana wa takriban miaka 20, aliandikishwa katika jeshi la kikoloni la Uingereza lililojulikana kama King's African Rifles maarufu kama KAR. Jeshi hilo lilikuwa linajumuisha askari kutoka nchi kadhaa za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, Tanganyika na Uganda. Kwa Waingereza, Amin alionekana kuwa kijana mwenye nguvu, jasiri na mtiifu. Sifa zilizomsaidia kupanda vyeo haraka. Alianza kama askari wa chini private akihudumu katika sehemu za Uganda na baadaye kutumwa Kenya ambako alihusika katika vita vya kupambana na harakati za Mau Mau miaka ya 1950. Vita hivi vilimfundisha ukali, ustahimilivu na namna ya kutumia mamlaka bila huruma, tabia ambazo baadaye zingemfanya awe kiongozi mwenye utata. Wakati huo huo, maisha yake binafsi yalikuwa yanaanza kuchanua. Amin alianza kuwa na uhusiano na wanawake kadhaa, jambo lililokuja kuwa sehemu ya maisha yake hadi baadaye alipokuwa rais. Inakadiriwa kwamba katika maisha yake yote alioa wake sita na kupata zaidi ya watoto thelathini. Katika miaka ya hamsini alipanda vyeo kutoka askari wa kawaida hadi kuwa sergeant kisha lieutenant na hatimaye captain, cheo ambacho kwa askari mwafrika wakati huo kilikuwa nadra sana. Waingereza walimuona kama mtu wa manufaa kwao, mwenye uwezo wa kuongoza wenzake kwa nidhamu ya kijeshi na bila kuhoji amri. Lakini ndani yake Amin alianza kujiona kama mtu mwenye hatima kubwa. Alikuwa na ndoto ya kuwa zaidi ya askari. Alianza kujenga uhusiano na viongozi wa kisiasa wa wakati huo hasa Milton Obote ambaye baada ya uhuru wa Uganda mwaka wa 1962 alikuja kuwa waziri mkuu. Obote alimpenda Amin kwa utii na uwazo wake wa kijeshi, alimpa nafasi kubwa ndani ya jeshi jipya la Uganda baada ya Waingereza kuondoka. Hapo ndipo safari ya Idi Amin kuelekea mamlakani ilianza kwa kasi. Kwa hivyo, kutoka kijana wa kawaida wa kijijini Koboko, aliyekosa elimu ya juu lakini mwenye nguvu, ukakamavu na ndoto zisizo na kikomo, Idi Amin alikuwa ameingia katika dunia ya jeshi, mahali ambapo angejijengea jina, heshima na hatimaye hofu. Baada ya kupata uhuru mwaka 1962, Uganda ilikuwa nchi changa yenye matumaini lakini pia yenye migawanyiko ya kikabila na kisiasa. Kiongozi wake mpya Milton Obote alihitaji watu waaminifu, hasa katika jeshi, na hakuna aliyekuwa akionekana mwenye nguvu, utii na ushawishi kama Idi Amin Dada. Amin alipanda vio kwa kasi isiyo ya kawaida. Miaka michache tu baada ya uhuru, aliteuliwa kuwa deputy commander wa jeshi la Uganda na baadaye akawa commander in chief wa vikosi vya jeshi lote. Kwa kijana ambaye hakuwa na elimu ya juu, hili lilikuwa jambo kubwa na kwa mara ya kwanza nguvu kubwa za kijeshi zikawa mikononi mwa mtu mmoja. Obote alimwamini Amin kwa kiasi kikubwa wakati wa migogoro ya kisiasa hasa kati ya serikali ya obote na kabaka wa buganda mutesa wa pili ilikuwa ni amin aliyetumwa kuongoza operesheni za kijeshi dhidi ya kasri la kabaka mwaka 1966 amin alitekeleza amri bila kusita na matokeo yake yalikuwa makubwa kabaka alikimbilia uhamishoni london na obote akajitangaza kuwa rais wa kwanza wa uganda kwa ushindi huo, Obote alizidi kumwamini Amin. Lakini kwa upande mwingine, jeshi lilianza kumuheshimu zaidi Amin kuliko wanasiasa. Askari wengi walimuona kama mtu wao, mkali, mwenye maamuzi ya haraka na asiyeogopa chochote. Ndani ya muda mfupi, nguvu za Amin zilianza kuzidi hata zile za Obote mwenyewe. Akaanza kutumia nafasi yake kujitajirisha, kuhamisha fedha za serikali na kuunda mtandao wa askari waliokuwa waaminifu kwake binafsi. Ripoti nyingi zilianza kumfikia Obote zikimtuhumu Amin kwa njama za kifedha na kijeshi. Hapo ndipo urafiki wao ulipoanza kuyumba. Obote akihofia kupinduliwa, alianza kupanga kumfukuza Amin jeshini. Lakini kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa, bahati au mkakati, Obote alisafiri kwenda Singapore Januari mwaka 1971 kuhudhuria mkutano wa Jumuiya ya Madola. Wakati huo huo, Idi Amin alianza kutekeleza mpango wake wa muda mrefu. Kwa msaada wa wanajeshi waliokuwa waaminifu kwake, alichukua udhibiti wa jeshi, redio na maeneo muhimu ya serikali. Mnamo Januari 25 mwaka 1971, jeshi lilitangaza kupitia redio ya Kampala kwamba serikali ya Milton Obote imeondolewa madarakani. Sauti ya Idi Amin ikasikika hewani ikitangaza kuwa jeshi limeamua kuokoa nchi kutokana na uongozi mbovu. Kwa mara ya kwanza, jina la Field Marshal Idi Amin Dada likaanza kutikisa dunia. Mataifa ya magharibi yalijaribu kumtambua kwa tahadhari huku wananchi wengi wa Uganda wakimshangilia wakiamini atawaletea amani na maendeleo. Lakini ndoto hiyo haikudumu. Mara tu baada ya kuchukua madaraka, Amin alianza kusafisha jeshi na serikali kwa kuondoa watu waliokuwa waaminifu kwa Obote. Vifo vya siri, kutoweka kwa maafisa na vitendo vya mateso vilianza kuripotiwa mara kwa mara. Jeshi liligeuka kuwa chombo cha hofu badala ya ulinzi. Licha ya hayo Amin alijitahidi kujionyesha kama kiongozi wa watu alivalia mavazi ya kijeshi yenye medali nyingi akapanda magari ya kifahari na kupenda kuonekana akicheka na wananchi. Alijiita Conqueror of the British Empire na mara nyingine akasema yeye ni The Last King of Scotland. Maneno haya yalikuwa sehemu ya kiburi na utani wake wa kijeshi, lakini pia yalionyesha namna alivyoanza kujiona kama mtu asiye na kipimo. Mwaka Amin alitangaza moja maamuzi yake makubwa zaidi. Aliamuru wahindi wote waliokuwa raia wa Uingereza waondoke nchini ndani ya siku tisini. Wengi wao walikuwa wafanyabiashara wakubwa waliodhibiti uchumi wa Uganda. Uamuzi huo ulisababisha mshtuko mkubwa, lakini Amin alisisitiza kwamba anataka uchumi urudi mikononi mwa Waganda. Awali hatua hiyo ilionekana kama uzalendo lakini baadaye ilipelekea uchumi wa Uganda kudorora vibaya. Maduka yalifungwa, viwanda vilitelekezwa, na upungufu wa bidhaa ulianza kuonekana kila mahali. Wale aliowapa mali zilizotaifishwa hawakuwa na ujuzi wa kuzisimamia. Kadiri miaka ilivyopita, Idi Amini alizidi kujitenga na dunia ya nje. Alihofia njama za kupinduliwa, akawa anabadili mawaziri mara kwa mara na akategemea jeshi na vyombo vya usalama kudhibiti kila kitu. Hofu ilitanda na serikali yake ikawa utawala wa mabavu uliotawaliwa na mateso na mauaji. Taarifa kutoka mashirika ya kimataifa zilikadiria kuwa zaidi ya watu laki tatu waliuawa wakati wa utawala wa Amin wengi wao wakiwa wapinzani wa kisiasa, wanajeshi waaminifu kwa Ubote na hata raia wa kawaida waliotuhumiwa bila ushahidi. Hata hivyo, Amin aliendelea kujiamini. Aliamini kuwa yeye ndiye baba wa taifa na kwamba kila mtu anapaswa kumtii. Hakuwa tayari kukosolewa na mara nyingi aliwapuuza viongozi wa kimataifa waliomkosoa. Lakini ndani ya kivuli cha nguvu na ujasiri wake kulikuwa na udhaifu uliojificha. Jeshi lake lilianza kupoteza nidhamu, uchumi ulikuwa unaporomoka, na marafiki wa zamani walianza kumgeuka. Kilio cha wananchi kilianza kusikika kwa sauti ndogo, lakini Amin hakuwa tayari kukubali ukweli huo. Mnamo miaka ya sabini, baada ya kuchukua madaraka, Idi Amin Dada alijitangaza rasmi kuwa rais wa Uganda. Alijipa vyeo vikubwa: Field Marshal, Conqueror of the British Empire, Life President of Uganda, Lord of all beasts of the earth and fishes of the sea. Hii ilionyesha tabia yake ya kiburi na utani wa kijeshi. Lakini pia ilifunua jinsi alivyoanza kujiona kuwa mtu asiye na kipimo. Utawala wake wa awali ulionekana wenye matumaini. Aliahidi kukomesha rushwa, kulinda wanyonge na kuimarisha uchumi. Lakini haraka sura halisi ya utawala wake ikaonekana. Mara nyingi hofu na mateso vilianza kutawala. Wapinzani walikamatwa bila ushahidi. Watu waliopinga mawazo yake waliteswa. Makundi ya kikabila na kisiasa yalidhibitiwa kwa nguvu. Mwaka 1978 Idi Amin alichukua hatua kubwa zaidi ya kijeshi: kuvamia Tanzania. Alidai eneo la Kagera kama mali ya Uganda akishirikiana na askari wake. Lakini hakuwa amehesabu nguvu ya Tanzania chini ya Rais Julius Nyerere ambaye alijibu kwa haraka. Jeshi la TPDF yani, Tanzania People's Defence Force pamoja na waasi wa Uganda waliopinga utawala wa Amin walipambana kwa miezi kadhaa. Hatimaye mnamo Aprili 11, 1979 walichokuwa mji wa Kampala. Idi Amin alitoroka, kwanza kwenda Libya, kisha Saudi Arabia ambapo aliishi maisha ya uhifadhi wa kudumu.